Mm. Kwa wa <laughs> Leo bwana, tuna video ya Zuchu akiandaa mapochopocho. Hello everyone, welcome back to my channel. Kama huyu ni mpya kwenye hii channel basi usisahau kusubscribe, ko like and comment, okay, hii ni video ya Zuchu bwana akiwa na familia yake yuko na mama yake yuko na uncle T. Zuchu kawaandalia hapo seafood mix well, na mama yake alikuwa anamsifia, anasema mwana atakayemwoa mwanawe basi atafaidi sana, kwa sababu anajua kupika, ni msafi e, yani kampa sifa mwanawe pale, kama mnavyoona hapo seafood boil. Seafood boil inakuwa ni mchanganyiko wa seafoods. Uh, unaweka na boiled eggs, unaweka na corns, baby corns. Mnaliona ilo sotojo shata shata. Well, guys, I don't wanna talk much. Nataka muone huu upishi wa Zuchu, mnaupa asilimia ngapi? Then mtaona mama yake eh, Bibi Hadija Kopa, wakati anamsifia mwanawe kwa mahanjumati hayo aliyoandalia, bila ya kusahau ankoti na yeye alikuwepo kwenye huu mwaliko kwenye huu msosi, ankoti na yeye alikuwepo na chakula na yeye alikifurahia. Mnaona kwenye msosi unavutia, msosi unaita. Ehe. Well, sasa tuangalie hii sifodi yake, ameweka nini na nini na uh, the sio ndefu sana lakini y hii video tuangalie kaweka nini Kaenjoy nini na familia yake. okay, without wasting time let's get right into the video. Naona kitu hicho shekh, hivi vitu bwana, wanakula masohaba peponi, kina Bakar Sudiki, Umar bin Khatab, eh ndio wanakula vitu kama hivi. Naona kitu hicho shekh, meona hapo eh, kaanza na kaanza na ku boil crab haoka, kaanza ku boil huko, akitayarisha zake prawns Tuendelee, mayai hayo kashachemsha, kayatia na sos wel, mnaona hapo kaandika hapo, kuna prawns kuna kalamari kuna octopus kachanganya kwenye kune ile sotojo la la mayai lile na kashatia mo hapo, ndo ka mix mix, mambo yamekuwa kama hivyo jamani, na mimi natamani. Jamani, seafood hiyo shata shata seafood mix hiyo, sijui kwa nini restaurant za huko da za kutizi hawa make sana hii seafood boil, lakini that looks tasty. kashati ya kupipili pili eh, jamani, natamani mate ananitoka, kama wewe mate yaku sio kisijuu, lakini mimi natamani ya, uh. natamanihhuu eh, sasa ni wali nazi Yeah, that, that miss anakulia na wali nazi. Okay, moment of truth. Nataka mwangalieni hii klipu vizuri, mumsikilize Bibi Hadija Kopa kina Ankoti wa akimsifia Zuchu na mapishi yake. Sikilizeni kwa makini hapa. Lakini familia mnasemaje kuhusu seafood boil by Zuchu restaurant? <laughs>

Mmemwona Zuchu jamani, kamaliza, anacheza na mwanawe jamani. The food looks tasty, siseme kina taste, kwa sababu sijaki taste, lakini the food ina look so amazing, yani so delicious, maana mmeona mambo yaliowekwa humo h hey! Hapa kuna pronsi bwana, kuna kalamari bwana, hey, kuna nini, pweza kuna mahindi kuna mayai. well, hiyo ndo inaitwa seafood boil kwa hapa kwa hapa Dar es Salaam. Naona kuna mdada mmoja ndo anatengeneza, sijajua iko wapi lokeshen yake, lakini mara nyingi sijaona sana kwenye haya ma restaurant. Mtoto wa kipemba Zuchu katutolea kitu hatari na nusu. Eh, diamond Diamond, ja, Diamond jipange baba Diamond unaona mapishi hayo, unahangaika unahangaika Tulia kwa mtoto Mzanzibari akupikie mapochopocho, maana Wazanzibari wanapenda kusema jamani, wapika vileja amna. Mtoto kapika kapika ha, mtoto minalaali. Mama mzaa chemba kashasema, mwenyewe ameshasema eh, mume atafaidi. Mtoto anajua kupika, Zuchu anajua kupika, Zuchu msafi kampa masifa teletele tele. Sasa Diamond sijui nasubiri nini jamani, sijui nasubiri nini? Wakwe jamani, wakwe wanataka nini? Wakwe wakwe siafu, wafungue mioyo yao. Wakwe fungueni mioyo yenu, mtoto wenu aoe hapo, amchukue mtoto wa Kizanzibari. Huyo cheki sotojo hilo jamani, ai h hey, maana hmm, mate nanitoka na nyinyi mtamani jamani, sitaki kutamani peke yangu, tamanini na nyinyi maana, hatari! Kipilipili kiudambuudambu, vimayai mm. hmm. vimahindi mimi, lo, hindi ilo bana, we hei, hatari! Kiwali cha nazi basi, we. Hey. Ah. na sifa sifa kama zote kapewa hapo, Ankoti anakuambia kijusi, sijui kijusi cha mua, sijui kijusi cha ah, jamani, ankoti <ya> <laughs> mimi napenda <laughs> napenda na maneno yake tu mimi jamani, kavaa na hiyo sijui ni dira sijui ni nini, well, pia nilimwona Mario kavaa outfit kama hiyo ya Ankoti, kwa hiyo ni, ni ni kama outfit sijui mimi inaitwaje, watu wa, wama, wa designers ndo watakuwa naelewa, lakini nishai kumwona pia Mario amevaa nguo kama design hiyo. I love Uncle T. Well guys, nisiongee sana, weka chini comment yake kuhusu hii video ya Zuchu akipikia familia yake masotojo, unaionaje? On my side nampa 10 over 10 minus nothing. Kapika chakula kimepikika, chakula kinaonekana

Mm. Tawire. Waambile wasapikile <laughs> <laughs> <Kapa tamu kwe. laughs>